Karibu sana mpenzi msikilizaji katika mwendelezo wa simulizi zetu. Simulizi zetu ya leo inaitwa ni kosa lako baba. Kwenye maisha yangu kuna muda na mlaumu sana baba yangu kutokana na yale ambayo ameyafanya juu ya maisha yangu. Kwa hakika ni kauli ngumu ambayo nazungumza, ila ndiyo ukweli huo. Kwa nini nisiseme? Unajua, kuna muda unafanya haramu bila wewe kujua. Baba yangu naweza nikasema kuwa ndio sababu ya kutenda makosa hayo makubwa katika dunia. Nijikuta nampenda dada yangu bila mimi kuelewa, yaani dada yangu wa damu kabisa. Unaweza kunishangaa ni kwa namna gani nimeweza kumpenda dada yangu, ila endelea kufuatilia historia yangu utaelewa tu ni nini ambacho mimi namaanisha. Jina langu mimi naitwa Gabriel, ni mzaliwa wa Mbeya, mnyakiso wa asili kabisa. Maisha yangu toka nikiwa mdogo yalitawaliwa sana na malezi ya mama, naweza nikasema ni wale watoto wa mama, kwa hakika mimi kwa mama hadi leo sikui kabisa, najikuta na deka tu. Mzee yeye alikuwa sio mtu kukaa nyumbani yani. Mwezi mzima unaweza ukapita haonekani nyumbani, ye alikuwa ni dereva wa gari za mizigo, hivyo mara nyingi huwa akisafiri kupeleka mizigo yake kwenye mikoa mbalimbali hadi nje ya nchi huko kazi hii ilikuwa kikwazo kikubwa kwenye maisha yetu. Hasa mama yangu kama mwanamke alimhitaji mwanaume, lakini ilishindikana kiasi ambacho kuna muda alishindwa kuvumilia kabisa. Kama nilivyokuambia, baba alikuwa anasafiri mwezi mzima. Hali hii iliendelea kiasi ambacho kuna muda miezi ilipita bila yeye kurudi nyumbani. Nakumbuka kuna wakati nikiwa darasa la saba, Baba hakurudi nyumbani miezi sita. Hapa mama alipagawa. Kwenye simu baba hapatikani, ila ajabu, pesa za matumizi anatutumia ili tusife njaa. Mama alijaribu kuwatafuta ndugu zake, ila haikusaidia chochote. Ndugu alipowatafuta nao walibidi mtafute baba. Baba akapatikana, alidai kuwa yuko huko anatafuta, wasijari atarudi tu. Hapa mama alishindwa kuhimili, alitafuta angalau wa kumtuliza. Mama yangu alikuwa ni mtulivu sana, mwanamke anaijali ndoa yake, lakini kutokana na hali ilivyo ile, mlazimu awe laisi tu. Vijana wa bodaboda walifanya nyumba yetu kuwa dangulo. Aise, hali iliniuma sana. Mama alikuwa chagu, yani da, wewe acha tu, alikuwa mwanamke ambaye amekata tamaa kabisa maisha Unajua mama yangu hadi anafikia katika hali hii. Alivumilia sana. Kikubwa ambacho kilikuwa kimesababisha haya ni usaliti wa baba yangu. Kuna matukio ya kimapenzi alikuwa akiyafanya. Mama alijitahidi sana kutafuta ukweli, kesi ambacho alimuuliza baba, lakini baba alikana kabisa. Mama naye aliona isiwo shida. Aliamua kumnipizia ili naye ayajue, aumie. Hapo ndipo alipoamua kujirahisisha. Hali hii iliniumiza sana. Nikanipa mamlaka ya kumchukia baba yangu. Nikamwona mbaya. Siku sikuwahi kumwona na samani licha ya huduma alizokuwa natupatia. Maisha yalizidi kusonga tukiishi katika hali hii ngumu. Kuna muda ulifika, baba na mama waliachana. Wakagawana mali kila mmoja ya akapita njia yake. Mimi wakati huo nilikuwa chuoni. Hivyo baba alilazimika kunilipia ada ili nimalize elimu yangu. Nipo na hapo chuoni, hadithi yangu ilipoanzia hapa. Angalau nilianza kusahau magumu yote ambayo niliweza kupitia kwenye maisha. Hapa nilikutana na mwanamke mrembo, aliitwa Hilda. Hilda alikuwa ni mwanamke mzuri sana. Hilda alinipa mapenzi moto moto, mwisho wa siku nilijikuta nampa ujauzito. Yeye alikuwa anakaa hostel, mimi nilikuwa nimepanga. Kutokana na ujauzito, ililazimu nimchukue tishoti kama mwanamke huku tukiendeleza masomo uzuri, tulikuwa katika kipindi cha mwishoni kumaliza mwaka wetu wa tatu. Hakika huyu alikuwa ni mwanamke bora, mwanamke ambaye nilimpenda kwa moyo wangu wote. Kutokana na hali hiyo iliweza kujitokeza, ili tulazimu baada ya chuo tufanye harakati za ndoa, kwa maana kipindi hicho nilikuwa najiweza kidogo. Nilifungua biashara mbalimbali zikawa zinanipa nafuu ya maisha, ndio maana nilikuwa na kibuli cha kuchukua mwanamke na kumweka ndani wasiwasi bwana. Maisha ya chuo yalitamatika, hatukuwa na wasiwasi kabisa. Maisha yalikuwa yametulia na amani na elelea kabisa, tunaendeleza maisha yetu kama mume na mke. Hilda alishaambia mama na baba yake kuhusu ujauzito waliokuwa nao, hivyo hapakuwa na shida kabisa. Alitupa msaada mama yake, kwa hakikisha ya kuwa tunaelea mimba vizuri hadi mtoto wake aweze kujifungua. Baba yake pia alielezwa, hakuwa na shida kabisa ila siku zote baba yake hakuwahi kulijua kwa sura yani, hivi tulikuwa tunaongea tu kupitia simu. Wakati huu mimi nilikata kabisa mawasiliano na baba yangu, kwa maana niliona sina haja tena ya, ya, ya, ya kumtafuta au kuzungumza naye chochote, kwa maana nilikuwa naona kana najitonesha vidonda ambavyo vilikuwa vimetokea awali. Ila siku hizo na jina, mambo yalibomboluka, nikadhalilika vibaya ukweli uliojificha muda mrefu ulihalisika wazi wazi. Hakuna aliamini kama upendo utakuja kukatishwa kwa sababu kubwa kama hii, sababu iliyojaa laana, machungu na mateso yasiyoweza kuhadisika. Nakumbuka baada ya mtoto wangu kujifungua, tulifunga safari kuelekea nyumbani kwao, lengo likiwa kuwatambulisha wazazi mtoto wetu na kupanga mipango ya ndoa. Basi ilitulazimu tusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya huko Mali, ambapo wakwe zangu ndipo walipokuwa wanapatikana. Tulipofika tulipokelewa vizuri sana. Mama mkwe alitupokea kwa vigeregere na shangwe zote, tukachinjiwa mnyama pale, mpunga wa kutosha, tukafurahia maisha, tukala na kusaza. Mama mkwe alifurahi sana kuniona ni kilio chake cha muda mrefu kuniona, ile kiu yake yote niliweza kuikata. Yuwapi baba mkwe? Nilikuwa ni swali hapo. Ndipo aliponipasha habari zake. Ilisemekana baba mkwe amesafiri kidogo kikazi, ila siku ya pili yake litarajia kurudi. Kwa hamu kubwa tulisubiri nionane na baba mkwe, anipe kibari cha kumuoa mwanae. Siku ikapinduka, muda wa baba mkwe kurudia nyumbani ulitimia. Hapa yakazuka maajabu. Baba mkwe ninamfahamu kabisa kwa jinsi alivyo. Machozi yalinitoka, kwikwi zikanitawala. Kwa hakika, kuna fumbo kubwa lililozunguka maisha yangu sasa. Niliona wazi laana na nikabili, nilimuona mbele ya mboni za macho yangu. Alikuwa ni baba tena baba wa kunizaa kabisa. Aliniacha na mama yangu kitambo sana. Hilda ni mtoto wake wa kumzaa kiufupi, mimi na Hilda ni kaka na dada, ila tumeshalivunja agano. Dah, asikwambie mtu, hiki kilikuwa ni kipindi kigumu sana. Mimi na Hilda tumeunganishwa na damu ya baba iliyo na mchanganyiko wa damu za kina mama tofauti. Kwa hakika kila mtu macho yalimtoka kumuona mwenzake. Sentensi ndogo ilinichomoka kinywani mwangu, nijikuta nikimwita baba. Watu wote walistuka, hawakuelewa ni nini ambacho mimi namaanisha. Machozi yangu ndiyo yaliwachanganya zaidi, zile kwikwi zikawapa hamasa ya kutaka kujua kilichokuwa kinaendelea. Mkwe, evipi tena Mbona unalia? Shida nini? Mbona unatuchanganya? Mama mkwe alihoji, na hapo ndipo nilipopata angalau nafasi ya kuzungumza chochote. Haupaswi kuniuliza mimi, muulize huyo mume wako mshenzi. Aliamua kutuchanganya tukatenda dhambi isiyosameheka. Jamani, mbona nahisi kuchanganyikiwa, ina maana wewe na baba mnafahamiana? Alihoji Hilda ili apate ukweli ulio hadisi. Sio kufahamiana tu, bali mimi ni mtoto wake wa kunizaa. Tukutane katika sehemu ambayo inafata ili tuweze kujua ni nini ambacho kinaenda kutokea ndani ya simulizi hii.